Natambua kwamba kuna mahitaji ya ujenzi wa barabara za ndani, ambazo sisi mkandarasi tayari tunaye, kazi yake ni kuendelea kujenga barabara za ndani unguja na Pemba. Hapa najua kunahitajika barabara ya kinuni skuli hadi Kwarara, natambua kunahitajika vile vile barabara kutoka Fuoni mambo sasa hadi Taveta, magari ya mchanga. Ndugu zangu, ahadi yetu ni kwamba barabara hizo tutazijenga kwa kiwango cha lami, hakuna shida katika hilo na wakandarasi wako kazini, ni, ni wakati tu, muda ukifika, mtawaona katika majimbo lenu hili wakifaa wakizitengeneza barabara. Hii ahadi tulizozitoa mwaka 2020 tumezitimiza. Tumekuja kwenu kuomba mtuchague tena ili tufanye makubwa zaidi ya 2025 hadi 2030. A, ni swala la uwezeshaji wananchi kiuchumi. Natambua kwamba bado kuna changamoto ya ajira kwa vijana. Sera mama katika awamu ijayo ya uongozi itakuwa ni kutengeneza ajira kwa vijana. Tutatoa ajira serikalini, tutatoa ajira kwenye sekta binafsi, kiwemo viwanda, lakini tutawawezesha wananchi kujiajiri wawenyewe kwa kuwapa mikopo isiyokuwa na riba. Ndugu zangu, tujipange na hususan vijana, tujipange. Ahadi yangu ni kwamba tutahakikisha kwamba vijana wengi kadri iwezekanavyo tunawapa ajira za kudumu ili waweze kujikwamua kiuchumi. Ukisikia mapinduzi daima na daima, ni kuendeleza au tunasema utayalinda, utaendeleza. Sasa yeye anaendeleza kwa vitendo. Haya ndiyo mambo ambayo huyo kiongozi mkuu wa chama cha Kishirazi Mzee Karume aliokuwa kidadi kabla hata mapinduzi, kwamba tukipata nchi yetu tukipata serikali yetu Tafanya, haya haya haya miongoni mwao kwamba tujenge nyumba nyumba tujenge bora, tujenge mabarabara mabarabara bora, tujenge mahospitali bora, tujenge maskuli bora, kila kitu bora kila kitu na kwa miaka minane aliyokaa yeye akafanya mambo makubwa hayo mpaka leo nyinyi mnayaona tu na kuna madoa hayo yote katikati serikali katika zote zimepita amefanywa lakini si kiasi hiki. Ni ote mashuhuri barabara ambayo wao wanaitumia katika kupita na kutembea barabara hiyo. Tunataka tuwaambie wasiwadanganye wananchi wala wasituletee sera za uchochezi na sera ambazo zinaweza kuleta vurugu kwa wananchi. Wananchi wameshiba mungano wao, wameshiba mapinduzi yao. Piga makofi kwa Dkt. Mwinyi. Dkt. Mwinyi, ndugu zangu, nilimsikia ananabika Anasema Dkt. Mwinyi ameshindwa kusimamia swala zima na athari kubwa mabadiliko ya tabia ya nchi. Swala linakuja makamu wa rais, ndipo kuna ofisi inayosimamia mazingira, maana hata ukizungumza mabadiliko ya tabia ya nchi ndio hayo mazingira. Kafanya nini katika kumsaidia mheshimiwa rais? Jibu lake ni kwamba hana alichokifanya.